Nikaja kwa baba baa nikaombewa, sikutumia yes. dawa yoyote nilipokuja kwa baba, nimeombewa, nimepona paka, uvimbe umeisha. Uliona uvimbe icha yes. Baada ya kuombewa uvimbe umepona, nimepona ume kabisa, sikutumia dawa. Inua mikono yoyote hebu, kama namshukuru Mungu pamoja na uu baka wanaume, pole sijawaona na wao na wao awamo sijaona baba, jamani ingine nilianza kutokwa na damu, na damu eh, kidogo kidogo, kila siku ambazo zinazidi zinatoka kwa wingi Ndio. siku zinazidi mpaka mwezi mmoja, nikaa natoka mabonge mabonge mwezi mzima. Nikaja kwa baba nika, eh, na baba wa kiroho, nikaja kwa baba akaniombea mm, na kweli nimepona. Ah, ngoja, kajan muda mwezi mmoja mwezi mmoja eh, baba, kila siku, siku, siku kila ulipokuja ukaniombea. Hiyo mpaka siku ya ukaombea zilikata siku kabisa nimepona katika jina la Yesu.